Habakuki sura ya 2 mstari wa 4, nasema, tazama roho yake ujivuna haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Warumi sura ya kwanza mstari wa 17, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani yake. Nasema kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Ndani ya nani? Ndani ya mtu kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kama ilivyoandikwa wapi? Kama ilivyoandikwa kwenye Habakuki sura ya pili mstari wa 4b, mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 20, ukijijenga juu ya imani yenu iliyotakatifu sana Huku kwenye Warumi sura 17, inasema kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani. Huku anasema mkijijenga juu ya imani yenu takatifu sana. Kwa hiyo Mungu anakusudia mtu imani yake ikue toka imani hata imani. Kwa hiyo haki ya Mungu haidhihiriki kwenye maisha ya mtu kama imani haipo. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, ndani ya nani? Ndani ya mtu kwa hiyo haki ya Mungu inakuwa ipo, haki ya Mungu inakuwa inapatikana, lakini kudhihirika kwake kunategemea na imani iliyomo ndani yake. Kwa hiyo haki ya Mungu haitadhihirika kwa mtu mpaka kwanza imani ya Mungu imedhihirika ndani yake. Chochote kile ambacho ni haki ya kwako kutoka kwa Mungu hakiwezi kudhihirika kwako mpaka kwanza imani ya Mungu imedhihirika ndani yako. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kwa hiyo imani ambayo mtu anayo ndio inayoleta udhihirisho wa neno la Mungu kwenye maisha yake. Haki ya Mungu ni neno la Mungu lililoandikwa kwa ajili ya mwanadamu. Haki ya Mungu haiwezi kupatikana nje ya neno la Mungu. Ili haki ya Mungu iwe wazi kwako, maana yake neno la Mungu limekuwa wazi kwako ko kwa chochote, tunachokisoma kwenye Biblia hakiwezi kuwa dhahiri kwa mtu mpaka kwanza imani imetangulia, kwa sababu kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake. Ile haki ya Mungu haijidhihirishi yenyewe, inadhihirishwa. Kwa maanake kuna kitu kingine kinachokuja kuidhihirisha. Kama mtu tuseme, ukiwa una sherehe na una wageni rasmi, kuna mtu ambaye anatambulisha wageni. Mgeni hajitambulishi, anatambulishwa. Kwa hiyo inasema hivi, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake kwa hiyo haki ya Mungu inaweza ikawepo, ila kikikosekana cha kuidhihirisha haitadhihirika, kikikosekana cha kuionyesha haitaonekana. Kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, kwa haijidhihirishi. Maana yake kuna kitu kingine kinachoifanya idhihirike. Hicho kitu kinaitwa imani. Anasema kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake, toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani yake. Na naposema toka imani hata imani, maanake kuna viwango vya imani. Kuna kukua kwa imani, na kama kuna kukua kwa imani, maanake ni kwamba kadri imani inavyokuwa ndivyo ambavyo udhihirisho wa haki ya Mungu unavyokuwa. Kwa kama imani iko kwa kiwango fulani, tuwe mfano labda kama inapimika kwa lita, tuseme nusu lita, nusu lita na udhihirisho wa Mungu pia utakuwa kwa kiwango cha nusu lita. Kama imani itakuwa kwa lita tatu, na udhihirisho wa Mungu utakuwa kwa lita tatu na udhihirisho wa Mungu ni neno la Mungu kujifunua kwenye maisha ya mwanadamu. Chochote ambacho nakisoma kwenye Biblia, ile ahadi ya Mungu ambayo iko kwenye maandiko, ukatamani iwe yako, ukaona umeelewa, na ikaingia ndani yako, na ukatamani iwe hivyo kwenye maisha yako, maana yake kutokea kwake lazima kwanza imani yako itende kazi juu ya eneo husika ili kuifanya kile kitu kidhihirike kwenye maisha yako. Ndiyo maana kitabu cha Yuda sura ya kwanza sura ya ishirini nasema tukijijenga juu ya imani yetu iliyo takatifu ni swala la mtu binafsi kujijenga juu ya imani yake ya utakatifu. Kwa hiyo kukua kwa imani au kuongezeka kwa imani hakuko kwenye mikono ya Mungu, kuko kwenye mikono ya mtu. Kuimarika kwa imani ya Mungu kwenye maisha ya mtu hakuko kwa Mungu, kuko kwa mtu mwenyewe. Kwa mtu ana wajibu wa kuamua kwa maksudi kukua na kuimarika katika imani au kudumaa katika imani. Anasema mkijijenga, hasemi mkijengwa anasema mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana. Kwa hiyo ni wajibu wa mtu binafsi kuamua kujijenga kwa, hakuna mtu ambaye atakuja kukujenga. Haijalishi utakuwa unahudhuria ibada kiasi gani, kama hautachukua wajibu maksudi, wewe mwenyewe, ukaamua kukua katika hiyo imani, kujiimarisha katika hiyo imani, kuongezeka katika hiyo imani, hata iweje, hauwezi kukua katika hiyo imani. Kwanza, imani ni nini? Waebrania kumi na moja mstari wa kwanza inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo ili uweze kuimaster imani kwenye eneo fulani, lazima uamue kuishi nje ya ulimwengu wa uhalisia, nje ya ulimwengu wa mifumo mitano ya fahamu. Mwanadamu ana mifumo mitano ya fahamu. Unaweza ukatambua kwa kunusa kwa pua, ukajua harufu nzuri, harufu mbaya, kuchagua perfume, na kuna polisi unaweka puani, unatafuta harufu ambayo inakuvutia. Unaweza ukaonja kwa ulimi, kina chumvi au kina chumvi, kina pilipili au kina pilipili, unaonja unaweza ukafahamu au ukagundua kitu kwa kupitia ngozi, kuna baridi au kuna joto, na unaweza ukapata ufahamu mwingine kwa kuona, ukiangalia kitu kwa macho. Hiyo ni milango ya fahamu. Sasa imani inabidi tujitrain. Kumbuka inasema hivi mkijijenga. Kao tuna wajibu wa kujijenga, kuna lazima ukusudia kujijenga. Kwa hiyo njia mojawapo ya kujijenga ni kuamua kuishi nje ya hayo mambo, kwa sababu imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bana mambo yasioonekana. Chochote ambacho kiko ndani ya hii mifumo mitano ya fahamu kiko nje ya imani. Kwa hiyo ukiongozwa na mifumo mitano ya fahamu kwenye eneo husika, unakuwa umetembea nje ya imani, na ukitembea nje ya imani kwenye hilo eneo, hakuna maisha ndani ya hilo eneo, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani yake kwa kuwa na maisha kwenye eneo husika, au eneo husika ili liwe na maisha na liende, linahitaji mhusika aamue kuingia na kutembea nje ya mifumo mitano ya fahamu, kwa sababu inabidi uende kwenye ulimwengu usioonekana, kwa kuwa imani ni kuwa na hakika ya mambo so yasiyoonekana, ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kuishi kwa imani ni kuishi nje ya ulimwengu au mifumo ya milango mitano ya fahamu.